Mafanikio yote yanaendana na ushirikiano. Tukienda kushirikiana bila kuangalia ukubwa wa shule yako au cheo chako, upate tabu, tutafanya vizuri. Kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, tutashirikiana vizuri na private schools, tutafanya vizuri kwenye government schools. Niwaombeni, eneo la ushirikiano ni eneo kubwa sana, watumishi au wafanyakazi na viongozi, eneo kubwa ambalo linatushinda wengi ni nidhamu ya kushirikiana ya mahusiano. Wengi max tunapata gaza chini eneo hilo, na ndio maana mmemwona hata Mheshimiwa Rais jana wakati anaapisha, hawezi kuacha akiwa anaapisha kuzungumzia nini, mahusiano, na anawaonya viongozi kwamba endapo nitagundua mahusiano yenu mabovu nitawatoa wote. Anachokisema mheshimiwa rais hamwambii yule yule anayemwona hivi, anamwambia au yule aliyekaa pale mbele yake, anatuambia sote. Rais ndio kiongozi wa nchi hii, ndio kiongozi wa serikali. Akizungumza mahusiano, anawazungumza kwa staff wote wa serikali, watumishi wote wa serikali juu ya mahusiano Ukisikiliza usiangalie jina la nani ambaye yuko mbele wakati anamtamka, nione mimi DC, mahusiano yangu mimi na afsa elimu yakoje? Mahusiano yangu mimi na mwalimu yakoje? Mahusiano yangu mimi na msimamizi wetu wa elimu wa mkoa? Hivi badala ya kwenda kumwambia changamoto na namna gani tunajisaidia, naenda kutengeneza umbea. Hii ya mambo yanakaa sawa bwana? Nisikiliza wewe wa we, we, nyumbani kiandoe kakaangu mimi yule bwana afsa elimu bwana afai, nipite njia ipi ili aondoke? Mimi yule mkuu wa shule ile pale, bwana sikiliza, mimi hajanipa vitumbua, nimfanyeje ni ili aweze kufanyaje? Yule mwalimu akisikia atanipenda hawezi, ila kama amefanya makosa nikimwambia bwana afsa elimu mkoae, mwalimu wako huyo hapa jana amefanya moja mbili tatu, msaidie ajirekebishe. Ikishindikana, vaa kicheko katika crocodile style, endelea naye. Maana yake nini? Amemkomalia pale pale, na anamdhibiti hapo hapo. Kwa maana eneo hili la mahusiano ni waombe, ndilo litakalo tufanya Ilala tutoke na tufanye vizuri.